Naitwa Dr. Chris Mauki na hii ni channel ambayo imewasaidia watu wengi sana ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, maanisha Afrika, lakini na ulimwenguni. Watu wengi sana nimetembea nchi, Mungu amenipa neema kwenda nchi mbalimbali mbali. Nimekutana watu ambao wamefahamu channel hii kabla hata ya kuniona wanaitazama na wanakiri imebadilisha maisha yao, imebadilisha ndoa zao, imebadilisha malezi yao, imebadilisha namna wanavyolea watoto wao, imebadilisha mitazamo yao na attitude zao. Kwa kifupi, maisha yao yamebadilika kwa jumla, kwa sababu ya channel hii, na hii ninafanya na mshukuru Mungu sana. Mkaribishe rafiki yako, mwambie aweze ya kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe na kile cha kengele, ili aweze kupata notification kila wakati ambapo tuna -upload video mpya Naomba leo nikupe topic nzuri kabisa ambayo itakusaidia kwenye mahusiano yako, lakini kwenye maendeleo yako binafsi. Kwenye mahusiano yako na kwenye maendeleo yako binafsi, kanuni tatu zitakazokusaidia kufanya upendwe na kukubalika. Kanuni tatu zitakazokusaidia kukufanya upendwe na kukubalika. Kanuni hizi tatu zitafanywa upendwe ofisini kwako, ukubalike ofisini kwako, upendwe na wazazi wako na kukubalika na wazazi wako, upendwe na mke wako na mume wako na kukubalika na yeye, upendwe na mtu au watu ambao unafikiri wanaweza wakawa au mtu akawa mpenzi wako. Unafahamu, tunapofika kupata mke au mume, kitu cha kwanza kinachoanza ni yule mtu kukupenda au kukukubali, na unafahamu hatua ya kukubalika inaanza, alafu kupendwa kunafuata. Tunaanza kukubalika, you accept somebody you accept, unamkubali alafu ndo unampenda, kwa sababu ya vile vilivyokufanya ndani yake umkubali. Ni ngumu sana kumpenda mtu ambaye humkubali. Sasa kukubaliwa na kupendwa kunaweza kukaja kwa mambo mengi. La kwanza, inaweza ikawa ni neema, Mungu amekupa kibali Mungu akikukubali pamoja na kwamba kuna watu watakaokupinga, lakini wengi watakukubali pia, kwa sababu kibali cha Mungu kina influence vibali vya watu. Naomba nirudie, kibali cha Mungu kwako kinasukuma, kina influence, watu wakukubali. Sasa eneo lingine la wewe kupata kibali ni ni, ni tabia ulizonazo, ni vitu ulivyojiwekea, na hapa ndipo nataka nikupe sasa kanuni kanuni za kufanya za, ku, za kuzingatia ili watu wakupende, watu wakukubali, watu wasiboreke na wewe kiharaka sana, watu waone umuhimu wako, waone kukuhitaji wewe. Takupa kanuni tatu. Kanuni ya kwanza, elewa jinsi ya kuingia na kutoka kwa watu know how to enter and exit kwenye maisha ya watu. Kwenye maisha ya watu kuna milango ya kuingia na milango ya kutoka. Kwenye maisha ya watu kuna nyakati za kuingia na nyakati za kutoka. Kuna mwimbaji mmoja wa country music, kama sikoseni Kenny Rogers, yes, Kenny Rogers. Ameimba kuhusu wimbo ule unaoitwa Gambler, anazungumza kuhusu U, u, umakini wa kwenye mchezo wa gamba, gamble, gambling au kamari, ni uwezo wa kujua unaingia wakati gani na unatoka wakati gani, unaweka wakati gani na usiweke wakati gani. Na vile vile kwenye maisha ya watu na mafanikio ya watu, ili uweze kukubalika, ni uweze kujua nyakati gani za kuingia kwenye maisha yao, nyakati gani za kutoka kwenye maisha yao, nyakati gani za kuingia kwenye kitu fulani, nyakati gani za kutoka kwenye kitu fulani. Unataka kugombea siasa, fahamu wakati gani wa kuingia kwenye kugombea, wakati gani hutakiwi hata kunusa kugombea. Wanakwambia kuna wakati mzuri wa kutoka hata kwenye stage. Ukiwa unafanya chochote, wakati gani wa kuingia na wakati gani wa kutoka. Sasa hapa kwenye wakati wa kuingia na kutoka, zingatia mambo yafuatayo. Moja, usiruhusu wa kujue sana Unataka wakukubali na kukupenda, usiruhusu wakujue sana, usiruhusu wajue sana maisha yako. Usijionyeshe unawahitaji sana, onyesha wao, waruhusu wa, wa wao waone wanakuhitaji sana, wasijue sana mahitaji yao. Usionyeshe kuombaomba sana, usionyeshe sana uhitaji wako. Usiuweke mahitaji na shida zako mbele zao wakati wote. Naomba nikwambie, utatoka kwao hata wakati ambapo unahitaji watakufukuza kwenye maisha yao, hata wakati ambao unataka kuingia. Nimekwambia, jua muda wa kuingia na kutoka, jua mbinu za kuingia na kutoka, jua muda mwafaka wa kuingia na kutoka kwenye maisha yao, itakusaidia kwenye wewe kupendwa na kukubalika. Kanuni ya pili, tengeneza kiu ya kuhitajika kwao, tengeneza kiu ya kuhitajika na yeye kama ni mpenzi. Wanaume mnaelewa wakati unatongoza, kati ya vitu vitakavyofanya ubaki kwenye kuhitajika na huyo mwanamke ni kutengeneza kiu, eh, kiu ya huyo mwanamke kuonekana anakuhitaji anaku ukionekana una, unaonekana wakati wote unapatikana wakati wote, ukipigiwa upo upo wakati wote unapoteza value ya wewe kuonekana, your own demand. Huwa tunavyofundisha branding, tunawaambia watu cultivate your demand, create your demand, tengeneza uhitaji wako wewe mwenyewe. Sasa vitu gani ufanye kwenye kutengeneza kiu ya wewe kuhitajika na huyo mtu au na hao watu? Hivi vitu nakupa vinaweza vikafanya hata kwenye familia upendwe na kuhitajika kwenye familia unayotoka na ndugu zako, wapo wakashangaa, wewe unahitajika, unapendwa na kukubalika zaidi. Kwa nini? The same kanuni zitakusaidia. Vitu gani ufanye kwenye kutengeneza kuhitajika? Jua hao watu wanapenda nini, au jua huyo mtu anapenda nini. Mara kwa mara usipatikane hovyo, usiwe available all the time, usiwe available accessible all the time. Hapana, kuna nyakati nyingine tengeneza uhitaji, sio kila wakukupigia simu upo wambi. mimi napatikana muda wowote na dakika wote mnao nitaka. That is a weakness, huo ni udhaifu. Nenda zaidi ya matarajio ya hao watu, au nenda zaidi ya matarajio ya huyu mtu. Usikae mara zote kwenye threshold yako una, una, yaani unafanya kile tu anachokitarajia kile tu kile. Ah, nenda zaidi, fanya zaidi na hakikisha unaboresha social skills zako, mbinu zako za kufahamiana na watu, mbinu zako za kujuana na watu, mbinu zako za kutengeneza network. Tengeneza hizo zitakufanya waone wanakuhitaji mara kwa mara. Kanuni ya mwisho, jitahidi kuwa watofauti. Be different. jitahidi kuwa watofauti Be different. Nasema hivi jitahidi kuwa wa tofauti. Be different, usifanane na wengine, usikopi wengine, usiige wengine, usishindane na wengine, fanya tofauti na mazoea ya hao watu, fanya tofauti na mazoea ya huyo mtu. Watu wengine wanakuja kwenye mahusiano, wananiambia ma- ma- Mauki, mke wangu ananichukulia poa ha? Atakuchukulia poa lazima, kwa sababu hujawa tofauti na anavyofikiri. Every time uko vile anavyotegemea every time, uko vile alivyotarajia always. Hawezi kukubalika vya kutosha, hawezi kukupenda vya kutosha, kwa sababu you are not bringing something different on the table. Unataka kuwa watofauti? Vusha huyo mtu kwenye mipaka yake vusha hao watu kwenye mipaka ya. Kuna watu ambao nimekuwa nikiongea nao nawaambia, yani wewe utaenda bungeni utapata tu yani, yani, umeshatengeneza kukubalika kwa watu wako. Kwa nini umewajistretch? wamekwenda tofauti na walivyozoea na wamependa ulivyowastretch, wanajikubali kwa sababu kuna vitu umewafundisha kwenda ziada yao, wanajiona kabisa wako tofauti na walivyokuwa. Wewe unafikiri ukimsaidia mtu kufika hapo, ataacha kukubali? ataacha wakati wote kukupigia kampeni kwa hela yake? ataacha wakati wote kusimama upande wako kwa gharama zake? Kwa nini umekuwa wa tofauti? Kwa hiyo nimekupa kanuni ngapi? Tatu: elewa jinsi ya kuingia na kutoka. Mbili, tengeneza kiu ya yeye au wao kukuhitaji. Tatu, kuwa wa tofauti. Naitwa Dr. Chris Mauki.